Poa. Mechi namba 184 hatuchezi. Ime, imeisha nane 8n Machi 25 maana yake nini, uchebe? Ah, ile dabi yeah. ya sisi na Makolo yeah. au tuseme Simba huo yeah. mchezo tulishamaliza tarehe nane yeah. Yeah. kwa hiyo tusifike sehemu kujadili sana. Mimi niwarahisishie yeah. wanavyosema sahivi wao wako tayari kucheza na sisi yeah. watupe sababu. yeah. kwa nini tarehe nane wali walikula nyoya hey. umenielewa hey? kwa sababu kama tarehe nane walikimbia, tukipanga tarehe nyingine watakuja? Uchebe, mbona jambo linaonekana kama dogo, wananchi mlikuza hivi mpaka tisheti tena, uchebe? Yes, huu ni ujumbe waone namna gani tuko serious sisi wanayanga dogo. Kama tuliweza kupigania uhuru katika nchi hmm, tunashindwaje kupigania uhuru wa michezo Tanzania eh? na kuuliza mwandishi, hey, kama tulipigania uhuru wa nchi hii mpaka leo tunakuwa na amani nchi yetu, haijui vita. Tunashindwaje kupigania haki za michezo Tanzania, Chebe? Wakati nyinyi bado mnashinikiza mechi ya adabi, hamchezi tena na Simba Sports Club, lakini tulishuhudia waziri aliweza kuwaita viongozi wa Young Africans, viongozi wa Simba, viongozi wa bodi ya ligi pamoja na TFF, kukaa nao kuzungumza kila mmoja kwa wakati wake lakini bado majibu hayajatoka, lakini kikao kinaweza kikatoa majibu mazuri. Labda mfano ikitokea viongozi wa Young Africans kilichojadiliwa labda wakikubali kucheza dabi, nyinyi kama mashabiki mtafanyaje? Na tishe tayari mshachapisha sio viongozi watakao kukubali kucheza dabi. Sisi wanayanga yani, wanachama pamoja na mashabiki Toki, viongozi wetu wakija na majibu ya kwamba tulichoenda kwenye kikao tumefikia mwafaka moja mbili tatu, tatizo lilikuwa hapa na suluhisho lake ni hili. Wana Yanga tutakubali kupeleka timu yetu uwanjani. Na ndo maana sisi azimio letu ni sehemu moja kwamba viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru, kama hawatajiuzuru sisi tupewe pointi tatu na goli tatu kwa sababu Yanga hakuvunja kanuni wala sheria yoyote ya ule mchezo. Sasa nyinyi mkitaka hivyo, nao Simba si watataka alama tatu na magoli matatu, kwa sababu wao muda bodi ya ligi ndio walighairisha mechi na muda wa mechi haukufika wote tunatambua wote tunatambua sheria ya kuahirisha mchezo inasemaje? Yeye yupo kwenye matamko au yuko kusimamia sheria? Inatakiwa jue hilo kama yeye anajiita mkubwa kwenye mpira wa nchi hii, inatakiwa jue kuwaelimisha watu wadogo, kuzisimamia sheria kanuni na taratibu za mchezo. Uchebe, si wanasema ati mamlaka? Kwa hiyo nao Simba Sports Club si mamlaka, walichosema kuwa mechi imeghairishwa majira saa nane ile barua waliyotoa. Naomba nikuulize, bodi ya ligi kazi yake ni ipi? Kusimamia ligi? kusimamia ligi? anasimamia ligi bila sheria? Kanuni zipo, zile kanuni zilitungwa na vilabu sivilipitisha, kwamba hizi kanuni zinafaa. Kuna kanuni yoyote inayosema kuahirisha mchezo kiolela wanasema. so, kuna viashiria vya kiusalama vilionekana vili, vili ngoja nikwambie. hmm. Watanzania sio wajinga hmm. Watanzania sio wajinga. Wajinga hasa upande wa Yanga, sisi sio wajinga, tunajua tuna elimu na mpira, ndio maana ni sisi ni waasisi wa soka katika nchi hii. Sasa nataka nikwambie, viashiria vya rushwa anayetakiwa kusema Ule mchezo ulikuwa na viashiria vya rushwa ni nani? Ripoti kitoka inabidi ipelekwe Takukuru. Takukuru. Mm. Takukuru si ndio ilitakiwa alete majibu. Mm. Aliyetoa majibu. Wachunguze. Mhm. Sasa ngoja nikuulize. Aliyetoa majibu kwamba ule mchezo ulikuwa na viashiria vya rushwa ni nani? Ni nani? Bodi ya ligi. Yeye ni nani? Msimamizi wa ligi. Msimamizi wa ligi. Wa ligi. Anahusikaje na viashiria vya rushwa? Alijuaje? Huoni kama tunadanganyana? Huoni kama ni propaganda? na sababu ukisema za kiusalama, sheria, tukienda kwenye FIFA walizoainisha zile sheria tatu za kuahirisha mchezo, umenielewa? Sheria namba moja inadai mabadiliko ya hali ya hewa, hiyo haiepukiki. Kifo cha kiongozi mkuu wa nchi au waziri mkuu, haiepukiki. Hali ya kiusalama, ya tatu endapo kuna machafuko makubwa vyombo vya ulinzi na usalama vikashindwa kudhibiti ndio inapelekea mchezo huo kuairishwa. Sasa vyombo vya usalama vilisema vimeshindwa kudhibiti machafuko machafukonakuuliza wow. Vyombo vya usalama viliripoti kwamba vimeshindwa kudhibiti machafuko ykatika ule mchezo. Kamanda wa Jumanne Murilo hajatoa Murilo hajatoa mm. Wao walitoa wapi hiyo ripoti ipoti? Kwa hiyo msimamo wenu, Otherwise bodi ya ligi itoke madarakani, sisi tuko tayari. Nisikilize vizuri, Uchebe Yanga anasema mchezo huo ukipangwa tena sisi hatuutambui, ile bodi itoke. Lakini Uchebe, wapo wanaosema kama Young Africans hivi, mnategea mnasubiri mnyama adondoshe pointi ili muweze kukubali kucheza. Ngoja nikwambie, mpaka sasa hivi kwenye msimamo, nani yuko juu? Young Africans anaongoza kwa alama moja, umenielewa? Nani anaongoza kwa idadi mm nyingi ya magori, umenielewa? Mm, vyote vigezo tume vishika, vigezo vyote tumevishika. Unadhani una kuna timu yoyote sasa hivi iliyobaki katika michezo saba ambayo inatambulika na Yanga? Kuna dhani kuna timu yoyote naweza ikamzuia Yanga hapo umesema kuna timu yoyote ambayo mnaweza kumzuia Young Africans. tunaona tarehe mbili Young Africans inakuwa pale Tabora a, a, ta, kucheza dhidi ya Tabora United. Tabora United ambayo, a, katika mzunguko wa kwanza iliweza kuwafunga katika dimba la Azam Complex magoli matatu kwa moja. Uchebe unaionaje mechi hii, inaenda kuwa michi ina gani? Ndio maana ni mechi ya kisasi, ni mechi ambayo wana Yanga tunaitaka kwelikweli, kwa sababu tunaenda kucheza mchezo huu tukiwa ndo na majeraha, tuna kumbukumbu kumbu mbaya nao ndio moja ya sehemu ambao wameweza kuchangia sisi mpaka tunaingia kwenye hizi sintofahamu. Tungekuwa na gap kubwa nadhani hawa makolo wangekuwa wamekuja tarehe nane, ila walivyoona gap imekuwa ni dogo, na wao tunaweza tukawatumia kama daraja, kama misimu mingine tulivyokuwa tunawatumia, wakaona bora watoroke. Sasa tunaenda mchezo huu kuukabili kwa nguvu zote, kwa hali yote, kuhakikisha tunavuna alama tatu na tena kichapo. Nendaka nikuambie hmm. Msimu wakati Mwagala, Kristina Mwagala anaisemea KMC, unakumbuka alipigwa goli ngapi? 6, 6, 7. Tano tano <totipi> na kukumbusha <totipi> alipigwa goli Benjamin, Benja... Benjamin mkapa pale alikula goli ngapi? Basi ndio kichapo ambacho sasa hivi tunaenda kumpiga Tabora United. Uchebe, nikushukuru sana. asante sana